Mtazamaji wa TASAC online TV, karibu katika kipindi chako cha safiri na TASAC. Na leo basi tumesafiri mpaka mkoani Mwanza, ambapo tuko hapa katika bandari ya Mwanza South ama Mwanza Kusini, ambapo meli ya MV Mwanza ilikuwa ikifanyiwa matengenezo katika bandari hii. Na leo tarehe saba mwezi wa 10 mwaka 2025, meli hiyo inakwenda kuanza safari zake kutokea katika bandari ya Mwanza kuelekea Bukoba, na hizi basi ni juhudi za serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Dk Samia Suluhu Hassan, ambapo basi tuliona aliweza kuboresha miundombinu ya usafiri kwa njia ya maji na pia alileta vyombo mbalimbali mbali vya usafirishaji kuhakikisha usalama wa abiria ama wananchi wa Ziwa Victoria. Sisi kama wadhibiti, kazi yetu ni moja tu, kuhakikisha kwamba miundo mbinu hii ni salama kwa ajili ya abiria pamoja na mali zao. Hivyo basi, ninaomba ufuatane nami katika kipindi hichi kuweza kujua basi nini basi sisi kama TASAK tunaweza kufanya kuhakikisha kwamba chombo hiki ni salama kwa ajili ya usafirishaji. Karibu. Kwa majina, anaitwa Mhandisi Saidi Abdrahmani Kaineko, ni kaimu manager wa usajili na ukaguzi wa meli chini ya shirika la wakala wa meli Tanzania, TASAK. Uh, TASAC kama inavyofahamika ni mdhibiti wa usafiri majini, na jukumu letu kubwa katika meli hii ya MV Mwanza ambayo ni mpya kabisa, tangu mwanzo ulivyoanza tulianza nayo katika hatua zote, kuanzia kwenye michoro yake tuliweza kuipata, tukaipitia, tukaweka maboresho, tukawapa wenzetu wakairekebisha, na tukaweza ku na baadaye meli ilikuwa inaanza kujengwa. Hatua zote za ujenzi tumeweza kuzifuatilia kwa ukaribu kabisa, kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa kama sheria inavyosema kwamba meli yoyote itakayojengwa na itakao kuja kusajiliwa Tanzania lazima sisi tuweze kuisimamia tangu kwenye hatua za awali za ujenzi wake, na tumefanya hivyo pia kwa meli hii. Siku ya jana tulitoa pia kibali cha safari moja, ambapo tuliruhusu na abiria kadhaa waweze kupanda pamoja na mizigo, ili tuweze kuona namna gani meli hii mpya itaweza kubihevu ikiwa na baadhi ya mizigo na abiria. Hivyo tumefanya safari hiyo kutokea Mwanza, ambapo tulianza safari kuanzia saa 4 kamili na sasa kiliendelea kufanya uchunguzi wa maeneo hayo ya msingi kabisa upande wa machineries, aa, kwa maana ya mitambo, lakini vile vile pia tulikuwa tunaangalia namna ya uendeshaji wa meli yenyewe. Aa, kulikuwa kuna baadhi ya timu imegawanyika, wengine wapo katika bridge, kwa maana walikuwa pamoja na naoza juu, lakini vile vile pia kuna timu nyingine ilikuwa na waandisi mitambo au mafundi mitambo chini kwenye engine room, tulikuwa tunaendelea kufanya testing za hapa na pale kujiridhisha kama ilivyokuwa kawaida ni kuendelea kujiridhisha na mahitaji ya chini kabisa ya usalama kama jukumu letu linavyotuelekeza. Hivyo basi meli hii kwa sisi kama TASAC tumejiridhisha kabisa kwamba iko tayari kwa kuweza kufanya kazi na kuweza kuanza kutoa huduma kwa Watanzania kama ilivyokuwa lengo la awali kwa meli hii. Meli iko vizuri kabisa, tumejiridhisha na tutatoa cheti cha ubora kwa kuonyesha hilo kwamba meli iko sawa. Hichi ni kitu ambacho tunatakiwa tukifanya haraka sana ili wananchi waweze kupata huduma hii ya hii meli. Tumekuwa na meli MV Victoria kwa kipindi chote, imekuwa ikifanya safari katika bandari yetu hii na ikitokea imesimama kwa ajili ya matengenezo, ikiwa zaidi ya miezi mitatu huwa ni shida sana, lakini leo tuna meli nyingine MV Mwanza, meli mpya, meli nzuri, meli ya starehe kabisa, inayobeba mizigo mingi zaidi ya MV Victoria. Tunashukuru sana kwa mkoa wetu wa Kagera kupitia bandari hii ya Bukoba. Tuna imani kubwa sasa, tutasafirisha mizigo yetu mingi, tutasafirisha abiria wengi na watu hawatakuwa na shida sasa. Tunazalisha sukari nyingi kutoka kiwanda chetu cha Kagera Sugar. Sasa huko usafiri mzuri wa kuchukua mizigo kama hiyo. Kwa mimi, naendelea kushukuru sana, naendelea kutoa rai kwa wananchi wote wa mkoa wetu wa Kagera, meli hii ni nzuri na waendelee kuitumia kama MV Victoria, wasio na wasiwasi kabisa. MV Mwanza inaendelea kuondoa ile kiu ya usafiri katika mkoa wetu wa Kagera na hususani kupitia bandari yetu hii ya Bukoba. Mtazamaji wa safiri na TASAC ilikuwa ni miaka miezi mwezi wiki masaa na leo tumeona basi meli yetu ya MV Mwanza imeweza kufanya safari yake kutokea Mwanza kuelekea hapa Kagera ama Bukoba. Basi hizo zote kama tulivyosema, ni juhudi za serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, na pia tumeona wataalamu mbalimbali kutoka shirika la uwakala wa meli Tanzania wakikagua meli hii wakati ikiwa inaendelea na safari zake, lakini pia wameweza kuthibitisha kwamba meli hii inaweza kuendelea na safari zake. Lakini pia tumeweza kumsikiliza mkuu um, wa wilaya ya Bukoba Mheshimiwa Erasto Sima akiweza basi kushukuru uh, juhudi za Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuweza basi kuiruhusu au kukubali meli hii kuweza kufanya kazi kwa ajili ya kuwahudumia wananchi wa Bukoba pamoja na Ziwa Victoria kwa kwa upande wake mtendaji mkuu wa shirika la meli Tanzania Tashiko bwana Eric Hamisi aliweza kuelezea mwenendo mzima wa safari kutokea Mwanza mpaka hapa Bukoba. tumekuja na tumekuja salama. Tulianza safari saa nne kule na muda huu saa moja tumeingia hapa Bukoba kwa kupitia eh, Kemondo Kemondo tumekaa kidogo, lakini tuli, kama anavyosema uwezo wa meli hii ni kusafiri masaa sita hatukuwa na sababu ya kusafiri kukimbia hivyo kwa haraka na kufika hapa usiku, kwa sababu pia ingekuwa sio salama kwa abiria wetu. Kwa hiyo tulikwenda mwendo mzuri, ili tuweze kufika pia muda ambao ni mwafaka kama hivi, ili wananchi wasipate bughudha yoyote. Tulikuwa na abiria 414 eh, lakini wafanyakazi kazi mule leo walikuwa wengi, takriban 50 na tulikuwa na tani sabini za mizigo kama mlivyoona. Hii safari ya tukitangaza ni safari ya kwanza ambayo tumebeba abiria na tume, tulikuja kabla Bukoba, lakini hatukuja na abiria. Safari hii ndio ya kwanza ambayo meli hii imebeba abiria kutoka Mwanza kuja Bukoba, na tutategemea sasa kwamba tutapata abiria wengine huku Bukoba kurudi nao Mwanza. Lakini pia kama nilivyosema, tunakwenda sasa hata nchi, nchi za nje, tutaenda Uganda kwa kutumia email. Tunafanya taratibu tu za zilizobaki ili tuweze kupeleka meli Port Bell Kampala. Kwa hiyo itakuwa inakwenda Mwanza, inatoka Mwanza, inapitia Kemondo, inaingia Bukoba, na tutakuwa tunaenda Port Bell Uganda na kurudi tena Bukoba kupitia Kemondo na kwenda Mwanza. Hiyo safari rasmi tutawatangazia siku tutakapoanza. Mtazamaji wa safiri na TASAC, safari moja huanzisha safari nyingine. Endelea kufuatilia vipindi vyetu kupitia TASAC Online TV. Asante.